Chuo cha mafundisho ya neno la Mungu The Grace Institute, kimefanya mahafali yake kwa mara ya kwanza ndani ya Tanzania, na hii ni baada ya mafundisho ya neno la Mungu kudumu ndani ya miezi mitatu yakiwa yanatambulika kwa jina la Tanzania Freedom Fest, ikiwa na maana ya sherehe ya uhuru. Mafunzo hayo yalianza tarehe tatu Februari hadi tarehe 16 Mei 2025 yakijumuisha madhehebu tofauti na watumishi wa Mungu mbalimbali mbali hapa nchini. Mkufunzi wa mafunzo ya The Grace Institute Profesa Joshua Aren ameongea na wahitimu akiwapa hongera kwa kuhitimu na kuwahimiza kuwa elimu walioipata hapa isiwafanyi wao kuwa na kiburi, bali kuwa wanyenyekevu kwenye utumishi wao. We, we don't ever want to separate God, atutaki kutenganisha mungu kuokuwa na mungu darasani kama hata husika na mioyo yetu. Kwa hiyo tunahitaji kukagua mioyo yetu mara kwa mara. Je, elimu niliyopata inaniweka juu kuliko wengine? Oh, mchungaji wangu nahitaji aende kujifunza kule Freedom Fest like our Savior Jesus. Usijinue right? Elimu tuliyopata inapaswa kutubadilisha kuwa na nia aliyokuwa nayo Bwana Yesu Kristo. Mgeni rasmi Askofu Somi Severu Kaya ambaye pia ni askofu mkuu wa kanisa la Disciple Nation Pentecost Church amewahimiza wahitimu kwenda kumtumikia Mungu na kuwapongeza The Grace Institute kwa kazi kubwa wanayoifanya.

Director Patrick Birige kutokea Uganda ambaye ni msimamizi wa The Grace Institute Africa amepongeza kanisa la Tanzania pamoja na wahitimu kwa kuwa waaminifu na wenye bidii. uh, Kwa kila mmoja wenu kwa kazi mliofanya, uh, asanteni sana kwa kutuunga mikono katika kazi ya ufalme, uh, na pia tunashukuru washirika pamoja nasi wenza wetu, uh, Whether some of you are here and uh, maybe your husband is Your wife is at home. Yawezekana uko hapa lakini mkeo yuko nyumbani au mumeo yuko nyumbani. So all our spouses for supporting us and us and and allowing to spend three and a half months. Kwa hivyo tunashukuru sana wenza wetu ambao wameturuhusu kuwepo hapa kwa miezi mitatu na nusu. And this is the final of charge to graduates. Na hii ndio mara wakati wa mwisho wa kuhitimu. You are the light of the world. Neno ninalowapa ya kuhitimu ni ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima. Na hii nimetoa katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 16. So as you go, go shine that light in your churches. Kwa hiyo uendako nenda ukaangaze umwanga Mheshimiwa Joseph Lacher ambaye ni msimamizi wa The Grace Institute Tanzania ameeleza jinsi alivyojawa na furaha na kushukuru kanisa la DNPC kwa kuwa wa kwanza kupokea taasisi ya The Grace Institute kwa upande wa Tanzania. Kwa hiyo napenda kutoa shukrani za kipekee, so, kwa DNPC Tanzania. I would like to give my umefanya umeweka alama You have made a mark, ambayo taasisi ya Grace Institute imekuwa baraka kwao And this legacy has been a great blessing to Grace Institute. Umefanyika kiungo hata wale wafadhili uh, mkono wao wa baraka kusapoti huduma hii haukuharibika, ulienda kwa, kwa vizuri You've been a good connection, a who made it easy even for other institutions who were stretching their hands to us it was in a smooth and an easy way sana we thank you so much lakini kipekee but specifically ya mafunzo haya for the trainings, kwa ajili ya, ya ufadhili wote walioko nyuma ya mradi huu. Kupitia mradi ambao unaitwa Freedom. Freedom. Ambao ni mahususi kwa ajili ya Afrika. Which is specifically for Africans. Tunapenda kusema tumebarikiwa sisi Tanzania. We would like to say, we are blessed as Tanzania. Furaha ilitawala pale ambapo wahitimu walipokea vyeti vyao na kuamini kuwa wamemaliza masomo yao. Hapo ndipo tukapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanafunzi wakieleza jinsi walivyofurahishwa na masomo, huku wakieleza jinsi walivyonufaika na hayo masomo na namna watakavyokwenda kutumia huku wanakokwenda ni moja wa viongozi wa madarasa ya Grace Tanzania na Ma, ni mahali Grace imeanzia hapa Tanzania. Niko mahali nilipo panaitwa Masabeda na Ma, ina sababu ya kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya taasisi ya, ya TGI vile ambavyo imetufanyia ya ukarimu wa pekee. Tumepokea mengi, tumejifunza mambo mengi jifunza juu ya ufalme na maagano, tumejifunza Injili nne, lakini pia tumejifunza kitabu cha matendo ya mitume. Tumejifunza mengi, tumejifunza pia kitabu cha ufunuo wa Yohana. Kwa hiyo kwa ajili yao tumefaidika sana sana sana. Um, haya mengi ambayo nimepokea hapa Ninaomba Mungu anisaidie kwa sababu vile ambavyo tumepokea kwa mapana, nataka niende kufanyia kazi kwa kuendeleza ufalme wa Mungu na vile ambavyo nilivyo. Uh, kusudi la TGI tutaenda kufanya sawa sawa na mapezi ya Mungu. Kwa hiyo tunaomba msaada wa Mungu. Binafsi naomba Mungu anisaidie niweze kufanyia kazi sawasawa na mapenzi yake Mungu. Ninaitwa Sara William, ni mchungaji wa kanisa Wede Life. Nimejisikia vizuri sana kuja hapo Moshi Sia kwa ajili ya mafunzo ya Grace. Ninashukuru sana TGI kutupa masomo haya mazuri katika muda wa miezi mitatu na nusu ambayo tumekaa mahali hapa tumejifunza mengi sana, lakini nitaelezea machache. Tumejifunza habari ya kitabu cha Mwanzo, pia kuhusu maagano na watu sita wakuu. Lakini pia tumejifunza kitabu kile cha vitabu vinne vya Injili. Lakini pia tumejifunza kitabu cha Matendo ya Mitume pia tumejifunza kitabu cha Ufunuo. Ninashukuru sana na nawashukuru sana walimu wote ambao walitoka nchi za nje wakiungana na mkurugenzi wetu Lacha kwa ajili ya kushiriki pamoja nasi kutufundisha neno la Mungu, na ninaahidi kabisa kwamba hapa sijatoka bure, na ninapoenda kule nitaenda kueneza ufalme wa Mungu. Elimu niliyopata hapa taenda kuitumia kwa mambo mengi, lakini itaenda kufundisha watu neno la Mungu, itaenda kuunda magrupu watu wote wanaoamini, wasi wasioamini, kwa sababu Yesu anawapenda watu wote na ndio maana alikuja duniani akatukomboa. Asanteni, hii ni Legendatre Media, ulikuwa pamoja nami Ilbarik Matthew.